Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania THRDC na Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS wamelaani matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania. THRDC na TLS wametaja matukio hayo kama mauaji, mateso, ukamataji holela wa raia yanaashiria ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika taarifa yao ya pamoja waliyoitoa wa Novemba 4 mwaka 2025, na kusainiwa na mratibu wa kitaifa wa THRDC, Wakili Onesmo Olengurumwa, na Rais wa TLS Boniface Mwabukusi, inasikitishwa na mauaji ya vijana wengi wakati wa maandamano ya amani hasa katika maeneo yasiyo ya maandamano. Taasisi hizo zimeacha alama mbaya katika historia ya haki, demokrasia na utawala wa sheria nchini, na kutaka uchunguzi huru na kuwawajibisha wote waliohusika. Tayari Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambayo ni idara huru ya serikali, imesema inaanza uchunguzi wa kina na kutoa majibu ndani ya miezi miwili. Wazazi wengine ambao hawakuona miili ya watoto wao wameanza kuulizia watapataje miili hiyo ili wakawazike. Ni muhimu sana wazazi wakapewa miili ya vijana wao walioumia au kufariki. Inasema sehemu ya taarifa hiyo. Taasisi hizo za THRDC na TLS zimekemea kuhusu uharibifu wa mali za umma na binafsi na kusisitiza mazungumzo zaidi kuliko matumizi ya nguvu. Imetaja pia kuzimua kwa mitandao kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba 3 ni ukiukaji mwingine wa haki za kupata taarifa na mawasiliano. Akizungumza baada ya kuapishwa mwishoni mwa wiki, Rais Samia Suluhu Hassan alitoa onyo kwa waliohamasisha maandamano na kufanya uvunjifu wa amani ikiwemo pia kuharibu mali za umma na binafsi. Maandamano hayo yalianza siku ya uchaguzi Jumatano iliyopita ambapo baadhi ya waandamanaji walichana mabango ya Rais Samia na kuchoma majengo ya serikali. Polisi na vyombo vingine vya dola vilitumika kukabiliana na waandamanaji wengi wa waandamanaji walikuwa wakilalamikia kutokushiriki kwa wagombea wawili wakuu wa, wa upinzani Tundu Antipas Lissu na Luhaga Mpina. Lissu na chama chake cha Chadema, chama kikuu cha upinzani, kilijiondoa katika kinyang'anyiro hicho kikidai kufanyike kwa mabadiliko ya sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mwingine wowote, huku Mpina wa ACT wa, wa Zalendo aliondolewa na INEC kwa madai ya kutokukidhi vigezo vya sheria.